Kasim Majaliwa ambaye amewahakikishia wakazi wa halmashauri ya Kiteto mkoani Manyara kwa serikali kwamba itaendelea kutoa fedha za kukamilisha mradi wa ujenzi wa ofisi ya halmashauri hiyo unaosuasua kutokana na kuchelewa kupatikana kwa fedha. Lakini pia katika hiyo imeandikwa katika magazeti ya leo ni mm -hmm. Waziri Mkuu Majaliwa ameagiza serikali za vijiji kukamata watumia wote wa dawa za kulevya. Kwa hilo ndio tulilonalo. Naam, uh, mtazamaji basi uh, ndivyo hivyo na studio wanaweka sawa uweze kupata taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara. Madawa ya kulevya. Tulishaanza, tunaendelea na tutaendelea kusimamia kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Nchi yetu sasa imekumbwa na tatizo kubwa la dawa za kulevya, na vijana wengi ambao ndo waathirika ndo watumiaji wakubwa wameendelea kupoteza uwezo wa kufanya kazi za kujitegemea wao wenyewe, lakini pia na shughuli zote za maendeleo. Imetoka kuagiza kwa, kwa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, tutaendesha operesheni kila kijiji kuwatafuta wanaovuta bangi, wanaokula mirungi, wanaokula na zile dawa za kunusa na tukiwapata wote tutawatia mbaroni. Na agizo hili ni wakuu wa mikoa wote wasimamie kupitia kamati zao za ulinzi kwenye wilaya zao, na kwenye wilaya kuna wakuu wa wilaya na kamati za ulinzi wa usalama, lakini pia iende mbali kwenye kata na vijiji, yale magenge yaapitambangi yale yote yale tutawafanya operation, na yeyote ambaye tutamkamata kwa matumizi haya, awe anazalisha, maraata analima, kuna watu wanalima, awe anafanya kazi ya usambazaji, lakini wengine kazi yao kuuza, na wale wanaotumia. Makundi hayo yote manne tunaendelea kuyatia hatiani. Malengo yetu, hatutaki kuona kijana wa Tanzania mtanashati kama wewe, alafu nakula dawa za kulevya halafu unaonekana unapoteza uwezo wa kufanya kazi, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kufikiria namna ya kujiletea maendeleo kwa sababu ya kufuaha o. Na tutaendelea kupambana na wote na kesho kutwa na simika lile baraza, ili baraza hiyo lifanye kazi yake mara moja na kuhakiki na kudhibiti matumizi ya dawa ya kulevya. Watanzania tuungane mkono. Viongozi wa serikali za vijiji wote mtahusika kwenye hili. Watendaji wa vijiji na kata wote tuhusike na watanzania wote tuhusike katika kuwataja wale ambao wanashiriki kutumia madawa kulevya, kulima, kusambaza na kuuza. Na kama kuna taarifa muhimu, fikisha kwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi na viongozi walio kwenye halmashauri yako, ili wao wafanye uchunguzi wa kina. Ini, wa kibaini wanatakiwa kuchukua hatua mara moja, tumeelekezana na sasa, jambo hili tumeliwekea mkakati huo. Kwayo tutoe tahadhari kwenu, msijihusishe kabisa na kulima, kusambaza, kuuza na kutumia. Miaka yake ni mingi, na sheria ya mwaka elfu mbili na kumi na tano, adhabu yake ni kali kweli kweli, ambayo ikikukuta utasahaulika na utaweza kuisahau. <coughs>